Ahlan salam. Salamu aleikum. Wa aleikum salaam, ni aje? Hali? Hey. <laughs> Safi. uh, shukuru uh. Ya jambo she bwana, sisi hapa ni wafanyabiashara, biashara. Kwa hiyo kama wafanyabiashara tunazo dawa hizi hapa. Na hii hapa dawa hii. Hii inatibu magonjwa ya, ya fangasi, fangasi. Alafu kuna hii hapa hii inatibu magonjwa ya ngozi kama vile mba, ina kazi yake. Kama vile ngozi ngozi, nini yama, mwasho mwasho, eh mm -hmm. mm -hmm. vipele vipele, tunusi nyonosi, inakuacha safi kabisa eh, bila kusahau e, na hii hapa hiki na imani una mke shehe wangu eh, iko kipaki kinasaidia kwamba kina mama wale eh, mimi na imani una mke shehe wangu eh, kina mama wale, mambo uzazi uzazi, sio mpango ile, unasafisha kabisa eh, kwamba mke wapate hivi safi, inakaa safi kabisa hii hapo e. kama tubaiyana hapa eh. anasema jiona vizuri. Kama tubayyana hadha. Yaani shehe, kama kama unavyoona hivi picha yake iko hivi na maandishi kama hivi. Kiswahili hicho kimeandikwa sahihi. Swali kum, kama tubayyana. Anasema aje picha hiyo bwana, ni kaka hivi. Picha shehe, ndio kama unavyoona hivi. Yaani itakiwa ikae hivi, lakini sasa kutokana na nini? Kwamba mtoto yuko tumboni ndio anakaa hivi, kwamba anataka kushuka chini. Hivyo hivyo ndio iko hivyo hivyo. Wa hadha kama tubayyana.